Habari, karibu kwenye chaneli yetu, na leo tunaenda kupika keki ya machungwa. Ni keki tam sana, keki laini sana, na tunapika kwa njia rahisi kabisa, kwa njia ya mkaa. Haitaji oven, ni mkaa tu, na mahitaji yake ni marahisi kabisa, yanapatikana katika kila familia. Kwa hiyo una haja sana tena ya kwenda kununua keki. Fuatana na sisi kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili uweze kujua hatua kwa hatua. Kwa kwanza tunahitaji unga wa ngano. Utahitaji vikombe vitatu vya unga wa ngano. Vile vile utahitaji chumvi nusu kijiko cha chai na baking powder vijiko vitatu vya chai. Utachekecha unga wako ili kuondoa uchafu uchafu, lakini vile vile utauchekecha ili kuruhusu hewa kuingia. Na kama bado huja subscribe, tafadhali bonyeza bunyeza link ya subscribe kwenye hicho kitufe chekundu, ili uweze kuwa wa kwanza kupokea taarifa zetu kwa kubonyeza vile vile icho kikengele, ili kila tunaposti video mpya wa wakwanza kuipata. Kisha utaongeza mayai yako matano mayai haya usio umeyatoa usio umeyatoa kutoka kwenye friji, yawe ni mayai ambayo yalikuwa katika joto hili la kawaida. Kwa hiyo utachukua mayai yako matano utaendelea kuyachanganya. Yakishachanganyika vizuri, utaongeza sukari, na sukari ni robo kilo, sawa sawa na kikombe kimoja cha chai. Utaendelea kuchanganya mchanganyiko wako na uzuri wa keki hii sio lazima sukari iwe ile ya unga. Hata sukari ya kawaida hauna kazi sana ya kuisaga, kwa sababu mbeleni tutakuja kutumia maziwa ambayo yatasaidia kuyeyusha kwa urahisi zaidi, ila kama una sukari ya unga inakuwa ni rahisi, inakurahisisha zaidi. Au kama hauna sukari ya unga, ni sukari ya kawaida, unaweza kutumia grinder kuendelea kuisaga zaidi. Tutaongeza maziwa Maziwa ya vuguvugu vugu, ni yaani maziwa fresh ya vuguvugu vugu. Kikombe kimoja na robo tatu ambao ni sawa sawa na mili mia nne haijafika nusu lita, ni sawa sawa na mil mia nne Kwa hiyo utaendelea kuchanganya mchanganyiko wako mpaka uchanganyike vizuri, kisha tutaongeza mafuta ya kupikia sawasawa na mil mia na hamsini utaendelea kuchanganya mchanganyiko wako vizuri, kama nilivyosema, hauna kazi sana ya kusaga, kwa sababu asilimia kubwa ya vimiminika vinayeyusha ile sukari, kwa hiyo inakuwa imekurahisishia. Utachanganya mchanganyiko wako vizuri, kisha utaongeza maji ya machungwa. Sasa hapo kwenye maji ya machungwa unaweza kuongeza kutokana na interest yako. Kama hauhitaji kuweka maji ya machungwa, labda unataka kuisikia kabisa kwa ukali wake, unaweza ukasaga tu chungwa kawaida ukachanganyia au ukakwagua uka, ganda la chungwa ukachota kijiko kimoja cha yale maganda ya machungwa ukaweka. Kisha tunaendelea kuongeza unga, na ukiongeza unga uendelee kuchanganya unga wako vizuri mpaka uhakikishe unga wote umezama vizuri. Kwa hiyo unaweza ukatusaidia kukuza chaneli yetu kwa kushare, ukashare na watu mbalimbali mbali, au vilevile uka, like, uka tuachia comment kwenye sehemu ya comment, au kama unaona uvivu kuchapa comment yoyote, basi ukatuwekea emoji ya kimoyo. Inatusaidia sana jamani, inatusaidia kwa channel kukua, lakini vilevile inatutia moyo, na kwa sababu ni support eh? Kwa hiyo inakuwa inatupa moyo zaidi kuendelea na sisi kufanya kazi hiyo. Tahakikisha mchanganyiko wako unauchanganya vizuri, yaani unauchanganya vizuri, sio na haraka. Changanya vizuri, mpaka uhakikishe unga wote unga unga ule wote umeisha, na kama kwa kuwa kuna vibongebonge, basi unahakikisha na vile vibonge vibongebonge na vyenyewe vimenyonya kabisa kwenye majimaji hayo, na unaweza ukatumia, nimesema mwiko, kama una hiyo whisk, hand a whisk, ukatumia ukawa una, una hand mixer ukatumia ukawa unaendelea ku mixia kama unamwiko utaendelea kuchanganyia. Kisha unachukua baking tin yako au sufuria. Kwa hiyo kama hapa nimetumia sufuria kwa sababu naenda kutumia kwenye jiko la mkaa. Na sufuria yako utaipaka kwanza mafuta au siagi, alafu utanyunyiza unga wa ngano ili ukija kumimina mchanganyiko wako keki itakapoiva, isi, isikupe wa kati mgumu kwenye, kuitoa kwenye sufuria, yaani isingangane kwenye sufuria. Kisha baadaye utamimina mchanganyiko wako kwenye sufuria vizuri, alafu utagongagonga ili kuondoa hewa hewa ambayo ilikuwepo wakati ukiwa unachanganya. Kisha utaangalia, utaelekea kwenye sufuria yako ambayo ulikuwa umeshaweka jikoni kwenye jiko la mkaa kwa kama dakika mbili, lakini ndani ya sufuria utaweka majivu au kama una mchanga utaweka mchanga kiasi kidogo, ili uendelee kupata moto kusaidia joto liwepo kwa la kutosha wakati ukiwa umeoka. Utachukua sufuria yako ambayo ulishakoroga, vile vile mchanganyiko wako utaidumbukiza ndani ya hiyo sufuria ambayo imeshapata joto. Kisha utaifunika na kuweka mkaa. Lakini kwenye kuweka mkaa juu ya mfuniko, hakikisha mkaa unaweka juu ya mfuniko unakuwa mwingi kuliko ule unaobaki chini na chini, sio kwamba unabakiza mkaa kidogo sana. Mkaa unaobakiza chini unabakiza mkaa wa kiasi tu, na mkaa kwenye keki ambao unabaki chini unakuwa mwingi kidogo tofauti na kwenye mkate. Na kama hujaona labda video yetu nyingine ambayo inaonyesha namna kupika keki kwa jiko la mk..., amini namna kupika mkate kwa jiko la mkaa unaweza kubonyeza linki hapo juu, inaweza kukusaidia zaidi. Keki hii utaibeki kwa dakika 40 mpaka 45, au mpaka uhakikisho wakati ukidumbukiza labda u kisu na utajumbukiza kwenye pande zote ili kujiridhisha kwamba kila upande umeiva vizuri. Ukiangalia keki yetu iko vizuri, ina muonekano mzuri, rangi yake imekuwa nzuri, haijaungua, rangi imekuwa ni nzuri sana kwa hiyo ni kiwango cha mkaa ambacho nakiweka juu kisiwe na kikubwa sana, kwa sababu kikiwa kikubwa sana lazima kitakuunguzia keki kwa haraka kabla haijaiva, ila mkaa wa juu uwe mwingi kuliko ule wa chini. Keki yako kiangalia, inakuwa iko tayari. Kwa hiyo tafadhali saidia kushare video hii, ku like, ku subscribe, kubonyeza notification, ili kila tunapoposti video mpya uweze kuwa kwanza kupata. Keki yetu imeiva, harufu yake ni nzuri sana Resipi hizi kama nilivyosema jamani, ni rahisi, zinapatikana katika kila nyumba, haizihitaji kifaa maalum sana, usimbe labda mpaka kifaa sio cha aina gani. Keki yetu ni laini, imeiva vizuri kavu, yaani ni tam tam tam tam tambala. Tafadhali na wewe unaweza kujaribu jamani, unaweza kujifunza ukajaribu nyumbani, lakini vivyo hivyo tukishajaribu tafadhali tuachie comment jinsi ambavyo keki yako na wewe ilivyotoka. Na kama bado hujaangalia video yetu nyingine ya jinsi ya kupika mikate kwa jiko la mkaa, unaweza ukabonyeza kwenye link hapo kwenye video hapo chini kwenye skrini yako, ili uweze kuendelea kuiangalia. Vilevile unaweza ukasubscribe kwa kubonyeza kwa kubonyeza logo yetu kwa hapo juu, ili kuweza kuendelea kutupa support zaidi.